Asimani Mbogo tajiri mwana fuera, anasema kwa Mungu hakuna majungu. Sisi hatutaki shida, tunakula nyama, tunachoma nyama na epishishi <laughs> Asimani <mbogu>. Asiman <laughs> ukitaka majungu na hakuna majungu, ukitaka ufanikio sio na majungu. Kama epishishi ana majungu? Epishishi ana upendo na watu, kila mtu Ha? Ati bibi nionge bando hebu shishi mke wangu wewe. Kwa kukuwekea hiyo video hapo mwanzoni na ni matumaini yangu ya kwamba umeshamkumbuka huyo bwana, huyo bwana ni anajiita Pierre Liquid. Ni miaka ya nyuma kidogo kwenye miaka ya elfu mbili kumi na nane kumi na tisa mpaka elfu mbili ishirini ni mtu ambaye alikuwa anajihusisha sana na masuala ya komedi, lakini kwa sasa tumekuwa hatukimuoni kwenye kiwanda hiki cha tasnia ya uchekeshaji, aidha ni uchekeshaji wima au ni uchekeshaji wowote, hata mitandao ya kijamii. So Pierre amepotea kwa namna fulani, lakini kitu ambacho kimeibuka Pierre ni kwamba amefunga ndoa ya siri. Kwa hiyo Pierre amefunga pingu za maisha kitu ambacho wamekifanya bila kushirikisha watu wengi kwenye ile hafla. So Pierre, kupitia harusi ile, ni harusi ambayo aliifanya ikiwa na watu wachache, ikiwa ni ndugu kidogo wa kwake, ndugu wa mke wake. Lakini kama video ambayo nakuonesha hapo, nimekuwekea ni video ambayo ikimwonesha Pierre Liquid, akiweza kuvuta jiko. Tuandikie hapo kwenye sehemu ya comments, je, Pierre unamuonaje? Mke wa Pierre pia unamuonaje? Je, wameendana Vipi, wanalandana au wewe unaonaje hawa watu wawili, na unazungumza nini kuhusu Pierre? Kumbuka Pierre content zake nyingi zilikuwa zi kwenye masuala ya vilevi vilevi, pombe sana. Hicho kitu ambacho kilimpelekea hata kuna muda kuweza kupewa e, nafasi ya kuwa balozi wa timu ya taifa ya kuhamasisha Watanzania na mashabiki wa mpira waende viwanjani, kitu ambacho wengi walikuja kuuliza maswali, mnamchukua Pierre kama nani? n So, ni kitu ambacho kilimsaidia Pierre kuweza kupata baadhi endorsement Baadhi ya deals, baadhi ya connection kwa Pierre. Kwa kifupi, ni kwamba taarifa ambayo nimekuletea siku hii ya leo ni kuhusu jiko la Pierre. Tuandikie hapo kwenye comments, jiko la Pierre umelionaje? Hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tunakuhabarisha kiganjani mwako.